Kila asubuhi unapofungua biashara yako, kabla hata mteja mmoja ajafika, unakuwa umefanya tendo la imani. Yaani imagine umeamka zako asubuhi, umejiandaa, unaenda kufungua biashara yako, na moyoni kwako unajisemea kwamba leo biashara yako itaenda kuwa nzuri kuliko ilivyokuwa jana, wiki iliyopita, mwezi uliopita, na vitu kama hivyo. Na hiyo ndio siri ya wa wafanyabiashara wengi ambao wanafanikiwa, imani. So, tukija kwenye Biblia kuna simulizi ya mwanamke mmoja kutoka Zarephath. Ah, kipindi hicho kulikuwa kuna ukame na Mwenyezi Mungu alimtuma Nabii Elia aende akaombe chakula kwa ule mwanamke. Nabii Elia kweli akafata maagizo, akafika kwa ule mwanamke akamwomba chakula, na ule mwanamke akamjibu kuwa, nina unga kidogo pamoja na mafuta kidogo, ambavyo vinanitosha mimi na watoto wangu tule kisha tufe. Lakini nabii akamjibu kuwa uh, nenda kwanza kanitengenezea hicho chakula mimi wa kwanza, then baada ya hapo Mwenyezi Mungu atakubariki, atahakikisha kuwa chakula hakitoisha uh, kwenye chungu chako na mafuta pia hayatoisha wala kupungua mpaka mvua zitakaporudi. Kwa hiyo hii inatuonesha kuna sometimes kuna vitu ambavyo unaviona kabisa kwamba unahitaji kuviachieve kwenye biashara yako, lakini resources ulizonazo unaona kabisa kama hazitoshi kwa unachotakiwa kufanya. Kama mfanyabiashara, kama mjasiriamali, ni kuwa na imani kwamba hicho kitu kinawezekana na kuwa na juhudi na vitu vyote, vitakupelekea kuanza kidogo kwa hizo resources ulizonazo, kwa sababu tayari unaamini kwamba jambo lako lazima litatimia, <coughs> so, tukija kwenye story pia upande wa Uislamu. Uh, tuna stori nzuri sana uh, ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla hajawa mtume alikuwaga mfanya biashara miaka hiyo, na alifahamika kama Al-Amin yaani mwaminifu, na hilo ni jina alopewa kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anafanya biashara yake uh, alikuwa anafanya biashara yake uh, kwa imani, nidhamu ya kutosha na uhodari wa hali ya juu na hicho ndo hicho kilichopelekea Mwenyezi Mungu kumbariki eh, eh, kuliko vile ambavyo mtume mwenyewe alikuwa anatarajia kuanzia duniani mpaka akhera male. Kwa hiyo wewe, mjasiriamali leo, nataka nikukumbushe kuwa biashara yako ni ibada. Kwa hiyo, kila bei ambayo unapanga, kila mteja ambaye unamhudumia, kila kitu ambacho unakifanya kwenye biashara yako ni tendo la imani. Kwa hiyo hakikisha unapokuwa unafanya, fanya kwa moyo, fanya kwa uaminifu, na fanya kwa matumaini, na Mwenyezi Mungu hatoacha kazi yako ipotee bure.